Jaji Chande ameasema hayo jijini Dar es Salaam ambapo amesema haki ya uandishi wa habari kuwa na maoni inathaminiwa na kutambulika, lakini wanawajibika kwa sheria ya kashfa na kudharau mahakama, hivyo ni vyema wakachukua tahadhari mapema ili kuepuka kukumbana na sheria hizo. Kesi zinasikilizwa mara nyingi kwenye ukumbi wazi, kwa hiyo na sisi pia tunawajibika kwa Watanzania kwa hiyo ni lazima pia matendo yetu, kazi zetu, uadilifu wetu na kila kitu zipigwe ziwe kwenye darubini ya wanahabari na wengine. Lakini tatu, tunaelewa pia, kama nilivyosema awali, kwa mara nyingi, mara nyingine taarifa au habari zinatolewa zinaweza kuwa na mapungufu ya hapa na pale. Kwa upande wake meneja maadili wa baraza la habari Tanzania, MCT ala lawa amesema Mahakama kuu kwa kushirikiana na MCT wameamua kutoa elimu ya namna ya kutoa taarifa za mahakamani ili kuepuka kuandika habari zitakazoingilia utendaji wa mahakama. Ma, upungufu uliopo katika habari za mahakama nyingi, unakuta vichwa vya habari ni vinahukumu, vichwa vya habari vingi utakuta vinahukumu. Eh, shahidi, uh, unakuta nasema shahidi ammaliza uh, mtuhumiwa amemmalizaje? Tunasema tutumie tu lugha ya kawaida ambayo ina reflekti kilichotokea mahakamani. Ni kiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.